Babako kwenye Masters TV online. yatuko hapa kwenye uwanja wa Mekaski, wa Lancaster Boys, yatuko hapa na kijana mchezaji wa Lancaster Boys, tutakwenda kumuulizia maswali pamoja jina lake. Ya, salamu, salamu. na jina lake ya ni aje bro? Au mwingine anasemaje? Mungu anasaidia uh, ya yeah. Kama unavyoona midai ya jioni hapa kulikuwa watu wengi, sasa sijui walikuwa na uhusiana nini Uh, leo tuko na mautamu fulani ambayo tunakuja kuyatimiza hapa na ambayo yanahusu kubana kubana picha au photoshoot. Ndo ambayo tupo nayo leo hapa photoshoot. Photoshoot yani photoshoot za nini yani, funguka vizuri ya yeah. ni photoshoot za Lancaster boys, kwa sababu tunapenda tutambulishe na jezi mpya, ndio ambayo tumekuja tume kuifanyia kazi leo. Okay, nyinyi kama timu ya Lancaster Boys, uh, tungetamani kujua sisi kama watazamaji wa Mastaz TV, Uh, timu ya Lancaster Boys ilianza mwaka gani na kwa sasa hivi na miaka mingapi? Um, timu ya Lancaster Boys ilianzaga 2018. Na isi kwa sasa hivi inaweza ikawa na miaka saba hivi, I think. Yeah. Okay, um, ni, nisinge tamani sana kujua ya ya nyuma ila tutaongelea sasa hivi. Yeah. Uh, najua tupo kwenye season inaelekea mwisho. Uh, kwenye hii season ambayo tuko nayo sasa hivi Lancaster, maendeleo Lancaster, ya Lancaster yakoje kwenye hii season ya sasa hivi? uh, kimaendeleo, sio mabaya sana na, yeah. sio mazuri sana lakini Mungu anasaidia, tunapambana ijapokuwa maendeleo sio mazuri kivyo. yeah. uh, ni mara ngapi mmecheza kwenye hii season na ushindi mmepata mara ngapi na mmefeli mara ngapi? Uh, ushindi siwezi nikajua sasa hivi, lakini ushindi tumeshapata ushindi sana yeah, kwa timu nyingi sana tofauti. Na kupoteza tumeshapoteza, siwezi nikakataa, lakini tupo sawa, tupo vizuri tu yeah. Okay, uh, najua ulikwenda uh, kujitambulisha jina kama sija saa uh, ningetamani ungesema unge kwa jina na unajihusisha na namba gani kwenye Lancaster Boys. Uh, kwa namba mi na na cheza namba tano majina yangu naitwa Mr. Zombie, Mr. Mautamu nini. Yeah, mtangazaji wa Masters TV kama ulivyokwenda kusikia jina lake anaitwa Mr. Zombie au Mautamu ah. Nini. Nini. Okay, ningekwenda kuulizia, ningeomba nikuulizie, ninge swali hivi, kwenye hii season uliona mapungufu gani kwenye timu ya Lancaster? Ah, mapungufu yapo mengi sana, cha kwanza ni support kutoka yeah. kwa watu ambao ni Lancaster. cha pili kwenye timu Uh, watu wa mbele bado hawajua vizuri sana ku, ku score game ami goals kwenye kwenye games. Okay, na kama tuko hapa mlisema mnakuja kwenye photoshoot, si ndio? mm -hmm. Sindio? Uh, hii jezi ambayo mmeshikwa nayo mtaizindua lini? yani yani kwa, ku, kwa kucheza uwanjani niseme, yeah, natarajia itakuwa itakuwa hii wiki hii sarare ndio ambayo tutakuwa na game na watu wa oh, sijui nimesahau, lakini tutakuwa na game hii sarare. Okay, um, mtakuwa na mechi sadari, right? Nini ambacho unaweza ukawapa uka, uka, uka, uka motisha mashabiki wa Lancaster? Yeah, kisema kweli mashabiki wa Lancaster Boys, najua mnatuaminia sana, najua tumeshawaangusha kwenye gemu tofauti tofauti, lakini nawaomba sana, hii gemu ni lazima tutawafurahisha, na mtapewa matamu ambayo nyie mnayapenda kila siku ya. Kama kisa mnaona napenda sisi tu tunawafanyia, tutawafanyia hivyo hivyo. Hivi ni kwa nini mashabiki wa Lancaster season hii wanalia sana? Sio kwamba wanalia, useme mashabiki ni watu ambao wanataka napenda matokeo mazuri kila muda kila muda. Sasa ni watu ambao kwa gini, najua kunaga sio kila siku utapata, lazima utakosa moja siku, sasa, siku si kwamba sisi tunakosa wao wanagana alalamika sana, hiyo ni kawaida tu ya mashabiki. Uh, sawa, kama ulivyokwenda kusikiliza. Lakini mimi nilikuwa na swali la mwisho ambao ningependa kuulizia, kwa sababu mimi ni waga, nafuatilia sana mechi za Lancaster mm -hmm. Nafikiri uh, kama sijasahau, wiki mbili zilizopita hapo nyuma mlikuwa uh, Kentucky Louisville yeah. mlikuwa na mechi mm -hmm. na mechi ya kumalizika, afu tena hapa Lancaster mkakuwa na mechi na watani wetu wa, um, Scranton mechi nayo yu aikumalizika hivi, shida ni nini hasa? Uh, shida ni cha kwanza ile game ya Kentucky uh, aikumalizika kwa sababu ya referee huko, wengine au wengine walikimbiaga tu, waliona tu tumeshawazidia na wakakimbia tu. Kwa hiyo siwezi nikajua shida exactly ilikuwa nini, lakini wanakimbia tu hivyo tu ndio hivyo okok okay, okay. Pamoja sana. Um, cha mwisho ambacho ningependa kuulizia au naweza nikakuambia nika uambie kuhusiana na mechi ya Saturday mnaipangaje nyinyi kama wachezaji wa Lancaster? Uh, sisi kama wachezaji wa Lancaster tumejipanga vizuri sana mana, adi Ampia, zedu, mbele, tume kaza, na ndomaana hadi tumeandaa jezi ya mpya kwa sababu ya hiyo siku. Najua mashabiki zetu kama kisisema mbele tumeshapoteza game kadhaa lakini nahisi na namini hii game tutafanya vizuri sana na tutawafurahisha ya yeah, mtazamaji wa Masters TV kama ulivyosikia, na mshabiki wa Lancaster, mnaomba mfike kwa wingi mnamo hiyo siku ya Saturday, kuna mechi kali ya yeah. Asante sana kwa kutazama Masters TV, usikose kusubscribe, like na ucomment. Asante.